Habari za leo, uh, naitwa Dr. Jimmy. Karibu katika chaneli yetu ya Sabo Clinic, uh, na leo tutaongelea juu ya changamoto inaitwa PCOS. PCOS tunasema ni polycystic ovarian syndrome. Kwanza tutaelewa PCOS ni nini, lakini namba mbili tutaelewa dalili zipi ambazo mtu anakuwa nazo akiwa na changamoto ya PCOS, lakini pia namna ya kuondokana na PCOS. Kama ni mara ya kwanza kufuatilia chaneli yetu, basi usahau kusubscribe, ucomment ili iwe wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Kuna watu wengi sasa hivi wamekuwa wakipitia na mzunguko wa hedhi ambao sio wa kawaida, lakini pia wengine wamekuwa wakishindwa kupata ujauzito. Kuna mabadiliko ya ngozi, kuna mabadiliko ya nywele, kuna mabadiliko ya chunusi. Mtu ulikuta alikuwa na uso mzuri sana, lakini unabadilika kuwa ha chunusi na hii ni changamoto ambayo imekuta wanawake wengi. Sasa, inatokana na nini? Inatokana na kitu tunakiita uh, PCOS ambayo tukasema PCOS ni hali ya homoni ku jikaka kwa wanawake ambapo ovari uzalisha mayai yasiyokomaa vizuri na kupelekea a, changamoto hiyo kama mzunguko wa hedhi ambao unaweza usiwe kawaida, lakini pia kushindwa kupata ujauzito na pengine mabadiliko ya ngozi kuwa na chunusi na nywele pengine kunyonyoka. Kwa hiyo hiyo kitaalamu ndio PCOS. PCOS tunajumuisha ile mivurugiko ya homoni ambayo mwanamke ataweza a, kuipata mara kwa mara. Sasa hapa tutaenda moja kwa moja kuangalia dalili za PCOS ni zipi hii eh, mtu ukiwa na PCOS, ukiona dalili hizi, basi kuna hatari kubwa kwamba una, una, una, kwa una polycystic ovarian syndrome. Namba na moja tunasema ni hedhi kuchelewa au kukosa kabisa. Wanawake wengi wamekuwa wakipitia hii hali hedhi yao kuchelewa, unakuta anakwambia um, uh, imechelewa, nilikuwa napata kila tarehe fulani, lakini sasa hivi sipati tena pengine. Lakini pia wengine wanakosa kabisa, unakuta mtu anakwambia sasa hivi na takriban karibia na, na, na, miaka mitatu minne mitano na jafikia umri wa kufunga period ya menopause, anakuambia asipati siku zangu. Ukiona hivyo, basi jua ni changamoto ya PCOS, huyo anasumbuliwa na changamoto ya PCOS. Lakini namba na mbili hawa tunasema ni kutoka damu kidogo sana au nyingi kupita kiasi wakati wa hedhi. Wapo anakuambia wakati wa hedhi nimepata matone tu, yani matone tu ndo nimeweza uh, kuyaona, lakini pia wengine anakuambia nimepata hezi kwa muda mrefu eh, kupita wakati wa hezi. Unakuta hezi kwa sababu mtu hezi nzuri inabidi ingie ndani ya siku tatu mpaka saba. Kuna mwingine anakuambia nimeingia wiki mbili, nimeingia wiki tatu, na wengine imezidi. Ndugu yangu, ukiona dalili hii basi jua una changamoto ya PCOS. Unatakiwa uende ukachunguze, uh, ucheki afya yako. Lakini pia kukua kwa nywele nyingi usoni, eh, mara nyingi unakuta nywele nyingi zinakuwa usoni. Lakini pia nywele nyingi kwa mwanamke kifuani au tumboni, ndugu yangu yu yu changamoto kubwa, inaonyesha kwamba homoni zako zimevurugika, una changamoto ya homoni, homoni zimekuwa nyingi kupita kiasi, ndio maana unaweza ukawa na nywele maeneo hayo. Unakuta mwanamke ana nywele kifuani, tumboni, ananywele kama mwanamke. Ukiona hiyo hali basi, jua ndugu yangu, huenda una changamoto ya PCOS. Kwa hiyo unatakiwa ukachunguze vizuri zaidi, lakini pia tunasema kuwa na chunusi sugu, uh, eh, usoni na mgongoni. Hakuna kitu kinachomfanya mwanamke ashindwe kujiamini kama kuwa na chunusi usoni na mgongoni. Lakini pia wengi wamekuwa wakiendelea uh, kwenda kutafuta uh, uh, cream, kutafuta rosheni, kutafuta sabuni, na hii kitu nimekuwa nikiwaambieni mara kwa mara. Wengi wamekuwa wakifatilia hivi vitu ndio wanaona uh, kwamba ndo tiba. Unakuta mtu anatafuta tiba ya cream uh, ili aweze kuondoa chunusi aidha usoni au mgongoni ila Pati matokeo, Ndugu yangu nimeshawambia, kama una changamoto yoyote kwenye ngozi, jua unatakiwa kutibu ndani, kwa sababu hata mfumo wa uzazi unasababisha mwanamke au, au mtu yoyote kuwa na changamoto ya chunusi. Kwa hiyo unachotakiwa kujua ni kwamba hakikisha unatafuta tiba, hakikisha unatafuta tiba ya picosi. Ukiona hizo hiyo eh, inakusumbua, usikimbilie kutafuta krimu, kutumia lotion, kutumia sabuni eh, mafuta fulani. Hapana, tibu picosi homoni zako utakaa sawa. Lakini pia kuongezeka uzito kwa urahisi, e, wengi wanawake wanakuambia mimi nimeongezeka ghafla e, imetokea tu ghafla binivu, nimeanza kuongezeka e, e, e, kiro e, nimeanza kuwa chibonge, tumbo limeanza kuongezeka. Ndugu yangu, hiyo siyo dalili nzuri na maana nakuonyesha kwamba bado tayari una changamoto ya picosi. Na hii ukiongezeka, mara nyingi utakuta siku zako upati au siku zako unafunga au unapata kidogo na pengine unapata maumivu makali wakati wa seksi. Ukiona changamoto hii basi, ukiona uziko, uzito wako umeweza kuongezeka kiurahisi, ndugu yangu, shtuka, inaweza wa PCOS. Unatakiwa ukachunguze vizuri zaidi. Lakini pia maumivu na uvimbe eh, maumivu, kupata maumivu, lakini pia uvimbe wa tumbo la chini eh, unakuwa unapata maumivu ya tumbo la chini, unakuwa unapata maumivu makali ya tumbo la chini, chini ya kitovu. Watu wengi hapa wakai kabisa watu wengi hawatulii hapa, nakwambia, ninapata maumivu makali chini ya kitovu. Ndugu yangu, ukiona dalili hii basi shtuka e, ukiona unapata maumivu tumbo la chini shtuka. Hiyo ni changamoto moja wapo inayoonyesha kwamba una changamoto ya pikosi moja kwa moja. Lakini pia ugumu wa kushika mimba ugumu wa kushika mimba ni kwanini? kwa nini? Kwa sababu homoni zako zimeweza kuvurugika, na homoni zako zikiweza kuvurugika, na hapa utakuta, uh, homoni nyingine iko juu. Homoni ikiwa juu, kwa mfano ukiangalia homoni ya prolactin siku zote ikiwa juu, uwezi kupevusha mayai e, uwezi e, kupata mite m, e, ute wa mimba. Ndio maana wale wajawazito ni ngumu sana kubeba ujauzito ni kwanini? kwa nini? Kwa sababu ile homoni ya maziwa inaitwa prolactin inakuwa juu kabisa. Sasa homoni ya prolactin ikiwa juu, inakuwa ni ngumu sana kwa kuwewe kuweza kubeba uh, ujawazito. Kwa hiyo ugumu wa kushika mimba, ukiona mimba ni ngumu sana kushika mimba kwa kwewe, jua una changamoto ya PCOS. Lakini pia kuna ngozi kuwa na michirizi. Ukiona ngozi yako ina michirizi ya weusi, lakini pia inaweza ikawa ni shingoni au kwapani au kwenye makwapa moja moja kwa moja, hiyo ni dalili nyingine inayokuonesha kwamba una changamoto ya PCOS. Kwa hiyo hizo ni dalili ambazo ukiziona moja kwa moja jua una changamoto ya PCOS. Sasa tuko hapa JW Sabo Clinic kuhakikisha afya yako inaimarika. Tuambie hapo ni dalili gani ambayo inakutesa ili uweze kupata namna ya kuweza kutokomeza changamoto hiyo. PCOS inatibika. Kama wewe uko hapo umetafuta ujauzito ujabeba, lakini umekuwa na chunusi nyingi, umekuwa na kuongezeka kwa uzito maana pia wanawake wengi tunakutana nao, tunakutanana anatuambia, dokta, mimi naongezeka uzito, nimetumia atiba nyingi sijakaa sawa. Eh, tuanze na program moja wapo. kuna program ambayo wanawake wengi sasa hivi nawapatia hizi changamoto zinaisha kabisa. Lakini maumivu na uvimbe tumbo la chini changamoto, una michirizi changamoto, unatoa hedhi, hedhi yako inachelewa au unapata kidogo kidogo, ndugu yangu tuwasiliane. Nywele usoni, kifuani, tumboni hiyo ni changamoto, kwamba tayari changamoto inayoonyesha wewe una changamoto ya PCOS. Kama ni mara ya kwanza sawa, subscribe na comment, ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Karibu na Mungu akubariki.